Leo tutazungumzia mada nzito sana, mada inayogusa moyo wa kila binadamu, mada ya nafsi. Wengi wetu tunapambana na maisha na dhambi na tamaa na maamuzi magumu, lakini chanzo chake mara nyingi kipo sehemu moja, nafsi. Nafsi ni kiini cha ndani cha binadamu, ni ile sauti ya ndani inayokuambia ufanye jambo au ujizuie ni hisia zako, matamanio yako, hofu zako, majuto yako na matumaini yako. Kwa lugha rahisi, mwili ni kifaa, roho ni uhai, nafsi ni mwelekeo. Ndio maana watu wawili wanaweza kuwa na mazingira sawa lakini tabia zao zikawa tofauti kabisa. Allah alipomuumba Adam alaihi salam, moja, alimuumba mwili. Mbili, akampulizia roho. Tatu, ndani ya huyo binadamu akaweka nafsi. Nafsi haikuumbwa iwe mbaya wala nzuri moja kwa moja, iliumbwa ikiwa ina uwezo wa pande zote mbili. Inaweza kuelekea kheri, inaweza kuelekea shari. Allah anasema kwa maana, na kwa nafsi na kwa yule aliyeiumba kisha akaifunza uovu wake na wema wake. Hii ina maana nafsi hujaribiwa, nafsi hulelewa, nafsi hubadilika. Safari ya binadamu duniani ni safari ya kulea nafsi. Utotoni nafsi huwa dhaifu, ujana nafsi huwaka tamaa, ukomavu msaada, nafsi hujaribiwa kati ya akili na matamanio. Mwisho wa maisha nafsi huonekana ilipofikishwa. Ndiyo maana dini ya Uislamu haijajikita tu kwenye ibada, bali kwenye kusafisha nafsi. Quran na Sunna zinatufundisha kuwa nafsi hupitia hatua tatu kuu: moja, nafsul ammara bissu; mbili, nafsul lawwama; tatu, nafsul mutmainna. Sasa tuingie kwa kina kila moja. Hii ni nafsi inayoamrisha uovu ni nafsi inayopenda dhambi, inayohalalisha makosa, inayosema hakuna shida, inayokimbia toba. Hutenda dhambi bila kujilaumu, huchelewesha swala bila kujali, hupenda starehe kuliko akhera, huona makosa ya wengine si yake, hujitetea hata akiwa ana makosa. mtu mwenye nafsi hii Anaweza kuwa Muislamu kwa jina lakini nafsi yake inaishi bila mwelekeo wa Allah. Hatari yake ni hii. Ukikaa nayo muda mrefu, dhambi huonekana kawaida. Hii ni nafsi inayojilaumu. Hapa ndipo mapambano ya kweli huanza. Akifanya dhambi hujuta. Akichelewesha swala hujisikia vibaya. Akimkosea mtu dhamira humsuta. Anaanguka, lakini anataka kusimama tena. Hii nafsi haijakamilika, lakini iko hai, ina nuru ya imani. Mtu mwenye nafsi hii hupambana, upanda na kushuka, lakini bado moyo wake haujakufa. Hii ndiyo nafsi ya waumini wengi wanaojitahidi. Ni nafsi iliyokubali amri za Allah iliyotosheka na kadar, inayopata amani kwenye kumtaja Allah. Allah anaiambia, ewe nafsi iliyotulia, rudi kwa Mola wako ukiwa umeridhika na umeridhiwa. Swala ni faraja, si mzigo. Dhambi humchukiza. Subra kwenye mitihani, unyenyekevu hata akiwa na uwezo, hofu ya Allah zaidi kuliko hofu ya watu. Hii nafsi hupatikana kwa juhudi, kwa toba, kwa dhikir, kwa kujilinda na dhambi ndogo na kubwa. Mumin moja, huanza na amara, mbili, hupitia lauama, tatu, lengo lake ni mutmainna. Hakuna anayeanza juu, lakini aliye bora ni yule anayejitahidi kupanda. Mumin wa kweli hajaridhika na dhambi, hajaridhika na kiwango chake, hajaridhika bila kumwomba Allah aboreshe nafsi yake. Ndugu yangu, adui mkubwa wa binadamu si shetani peke yake, ni nafsi isiyolelewa. Ukishinda nafsi yako, umeishinda dunia, umejisitiri akhera. Omba dua: ewe Allah, itakase nafsi yangu, wewe ndiye mbora wa wanaoitakasa.